Msafara wa viongozi wa ACT Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama Doros Semu na makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masud Osman pamoja na msafara wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu umezuiwa kuingia nchini Angola na mamlaka za serikali ya Angola. Taarifa iliyotolewa na katibu wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa ACT Mwanaisha Mndeme Machi kumi na tatu imesema viongozi hao wanashikiliwa katika uwanja wa ndege wa Rwanda na hati zao za kusafiria zinashikiliwa. Serikali ya Angola bila kueleza sababu yoyote, imetoa amri ya viongozi hao kurejeshwa Tanzania. Viongozi hao waliowasili Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa demokrasia ya Afrika The Platform for African Democracy, PAD, yalioandaliwa ya ya na taasisi ya Breathrust Foundation yaliyopangwa kufanyika kuanzia ya Machi 13 mpaka 16, 2025, ambapo mbali na viongozi hao, viongozi wengine zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali Afrika ambao pia walikuwa wanahudhuria mkutano huo, wamezuiliwa na serikali ya Angola. Moja ya viongozi waandamizi waliotarajiwa kushiriki kwenye mkutano huo ni pamoja na marais wastaafu Ranhama Botswana na Endu Pastrana Alango Colombia. Wengine ni waziri wa kilimo wa Afrika ya Kusini na kiongozi wa chama cha DA John Strin Hussein, na kiongozi wa chama cha Pedomos cha nchini Msumbiji, Venancio Modlane. ACT Wazalendo imelaani kwa nguvu kitendo cha udhalilishaji kilichofanyika dhidi ya viongozi wa ACT na viongozi wengine kwa kuzuiliwa na kushikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda, ambapo ACT pia imemtaka balozi wa Angola nchini Tanzania kutoa maelezo ni kwa sababu gani viongozi hao wamezuiliwa na kunyang'anywa hati zao za kusafiria. Tunaitaka wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki imuite na kumhoji balozi wa Angola nchini juu ya kadhia hii, na tunatoa wito kwa serikali ya Angola kuziachia mara moja hati za kusafiria za viongozi wetu waliozishikilia na kuwaruhusu kuendelea na ratiba yao nchini Angola. Pia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kinalaani vikali kitendo cha kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa chama cha taifa Mheshimiwa Tundu Lissu kuingia nchini Angola, ambako alipaswa kushiriki mkutano muhimu kuhusu masuala ya demokrasia. Mbali na Mheshimiwa Lissu, viongozi wengine wa upinzani kutoka Tanzania, Kenya na Uganda na nchi zingine wamezuiliwa kuingia nchini humo bila maelezo ya msingi. Tunafuatiliwa kwa karibu ili kubaini sababu za zuio hili na kuhakikisha haki za kidemokrasia za viongozi wa upinzani zinalindwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa, baada ya viongozi zaidi ya arobaini kuzuiliwa kwenye uwanja wa ndege Luanda, na mamlaka ya serikali nchini Angola, kwenda kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia ya Afrika, The Platform for Africans Democracies, PAD. Na hati zao za kusafiria zinashikiliwa na serikali ya Angola. Serikali ya Angola bado haijatoa sababu ya viongozi hao kuzuiliwa na kurudishwa nchini kwao, ikiwemo Lissu pamoja na Othman Masudi Osman, ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa ACT Wazalendo. Alichokisema mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, atoa tamko zito sana baada ya kukamatwa Angola. Serikali ya Angola imezuia viongozi na wawakilishi zaidi ya ishirini wa vyama mbalimbali vya mbali vya siasa barani Afrika walioasili Luanda kwa ajili ya mkutano wa siku mbili wa vyama ya siasa uliokuwa ufanyike Benguela tarehe kumi na nne. Pamoja na mimi kuna makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masud Othman na ujumbe ICT wa ICT wa Zarendo, rais wa zamani wa Botswana Jen Langrama, waziri mkuu wa Lesotho Moeketsi Majoro na viongozi waandamizi wa vyama vya siasa kutoka Afrika Kusini, DRC, Eswatini, Kenya, Malawi, Marekani, Msumbiji, Namibia, Sudani, Tanzania, Uganda na Ujerumani. Viongozi wote hao wamezuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa Dr. Antonio Agostino Neto tangu tulipowasili majira ya saa sita mchana. Hati zetu za kusafiria pamoja na mizigo yetu imechukuliwa na maafisa wa uhamiaji, na hadi sasa hatujapatiwa huduma yoyote wala kuambiwa kwa nini tumezuiliwa. Kwetu sisi wa Tanzania, wananchi wa Angola ni ndugu zetu na Angola ni nchi rafiki. Sisi ndio tuliompa hifadhi ya kisiasa rais wa kwanza wa Angola Dr ni Agostino Neto na wapiganaji wake wa MPLA wakati wanaanza harakati za kupigania uhuru wao miaka ya mwanzoni ya 60. Tuliwaunga mkono kwa hali na mali wakati Angola ilipovamiwa na kukaliwa kwa mabavu na makabura wa Afrika Kusini baada ya uhuru wa mwaka 1975. Tulikuwa pamoja nao katika nchi za mstari wa mbele wa ukombozi wa Zimbabwe, Namibia na Afrika Kusini, ziliongozwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Tuko nao pamoja katika Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Kwa sababu hakuwa pamoja kwenye SADC, sisi wa Tanzania hatuhitaji visa ili kuingia Angola. Mkutano tulialikwa kuhudhuria hapa Angola ni mkutano halali kwa mujibu wa sheria za Angola. Kitendo cha serikali ya Angola kutuzuia kuingia Angola, kitendo cha serikali ya Angola kutuzuia kuingia Angola hakielezeki wala hakikubariki. Ni kitendo kinachodhihirisha kile ambacho wengi tulikuwa tunakihisi kwamba serikali ya nchi hii inatawala kiimra huku ikijifanya kuwa Angola ni nchi ya kidemokrasia. Tugusie kidogo nalo tamko lolitoa Othman Masoud Othman baada ya mamlaka za Angola kutuzuia kwa muda wa takribani saa nane katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Luanda jana Machi kumi na tatu mimi pamoja na viongozi wengine mashuhuri wakiwemo marais wastaafu kutoka Botswana na Colombia na baadhi ya wakuu wa vyama vya siasa kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika na kwengineko ulimwenguni. Hatimaye majira ya saa nne usiku tuliachiwa huru na kupelekwa katika hoteli ambazo zilipangiwa huku tukiwa na uchovu. Wakati haya yakitokea, nilikuwa nimeambatana na barozi wa Tanzania nchini Zambia Luten General Methew Edwardi Mkingule ambaye pia anaiwakilisha Tanzania nchini Angola. Kitendo hiki cha aibu kidiplomasia kilichotekelezwa na mamlaka za Angola akikuwa na sababu hata kidogo, na kimetia doa dhana ya umoja wa Afrika tena katika wakati ambao rais Angola ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU. Hiki ni kitendo ambacho kinapaswa kulaaniwa vikali na Waafrika wote na watu wengine duniani wanaothamini na kutunza misingi ya udugu iliyowekwa na viongozi wa asisi waliopigania uhuru wa bara hili. Hata hivyo, napenda niwaweke wazi kwamba pamoja na kukerwa na kuchukizwa na aliotendwa dhidi yetu sina kinyongo na raia wema wa taifa hili jema ambalo Tanzania tumekuwa na mahusiano mema ya kihistoria na madhubuti kwa muda mrefu. Baada ya kuzingatia tukio la jana, nimeamua kutoshiriki katika mkutano muhimu nilioalikwa wa jukwaa la demokrasia Afrika na badala yake ninarejea Tanzania. Naamini nahitaji muda kufanya tafakuri ya kina na kutathmini kile kilichotendwa dhidi yetu ambacho kilikuwa ni shambulio dhidi ya diplomasia na demokrasia ndani ya Afrika.